Hizi zingine zote zinafanana rada rada, pamoja na ndege ya rais, sijui na vitu gani, itazungumzwa kila siku. Nilishawahi kuvielezea ufafanuzi. Kuna mambo mawili lazima uyatenganishe: uamuzi wa serikali ulio halali na uwizi ukitokea. Hivi ni vitu viwili tofauti. Rada, nchi hii ilikuwa haina rada una wakati rais Mseveni aliponea chupuchupu kugongana na ndege nyingine hapa Kilimanjaro, ndege za nje hizi kubwa, unazungumzia kukuza uchumi. Ndege kubwa zilikuwa zimeanza kusema anga ya Tanzania hatuwezi, walitaka kuondoa ndege zao. Wale waliokuwa wanajikaza walikuwa wanakuja, anaruka ana juu ya uwanja wa ndege. Sasa yule, kwa sababu rada haifanyi kazi akiona ndege anapit, ndege inapitiliza kwanza anaiona ndege kwa macho alafu ndio sasa anawasiliana nani. Katika ulimwengu wa sasa una, una nini wewe mpaka watu wa, wa, wa, wa, wa, wa, nani uh, wahatarishe hali yao. Kwa hiyo tulinunua ndege kwa sababu hiyo, hata jeshi alikuwa na alikuwa na rada. Sasa katika ununuzi ule, kama kuna mtu amefanya faulu huyo, tunatakiwa tumkamate. Usije ukakondem ununuzi wa ndege eti kwa sababu kuna mtu kaiba. Hivi unafikiri Rais Mkapa hata anajua arada inafananaje? Hata mi naijua wala sijaiona, ni wataalamu wanafanya hiyo kazi. Sasa ili mradi imekwisha dhibitika kwamba kuna watu walifanya mambo ya hovyo, hao sasa ni serikali iwashughulikie, sio Sumaye. Kiwira hivyo hivyo. Kiwira kwanza swala kiwira la tofauti tu ni kwa sababu tu Rais Mkapa aliingia mle ndani, ndio maana watu wanaiuliza sana. Lakini kiwira ilishakaa pale, wakachukua Wachina wakairudisha, hakuna mtu anayeitaka. Baadaye ndio wakachukua wakinayona. Sasa bahati mbaya sana, Mkapa kaingia mle naye akakuta haifai, akatoka siku ya tatu mpaka <laughs> sasa iko pale kiwira, kiwira, kiwira, utafikiri <laughs> Swala la michezo, asante sana na kushukuru kwa kweli, michezo ni sehemu kubwa, sikuigusa kwa sababu ya muda tu, lakini katika nani yangu utaikuta katika kitabu cha eh. Ah, ipo eh, si umeiona hapo bwana. Rushwa ndani ya chama, rushwa ndani ya chama, rushwa ndani ya chama. Mi nimeikemea rushwa ndani ya chama muda mrefu. Hivi ulikuwa unauliza kwamba ntatoka Ndiyo, mpaka kesho, mpaka kesho. Sitaungana na walarushwa mimi, na walarushwa ni maji na mafuta. Nitatoka ndio. Kama huwezi kuungana unabakije eh? Nitatoka lakini naamini chama changu hakiwezi, hakiwezi kuchagua mlarushwa. Mimi ndicho nachoamini kwa kelele hizi za watanzania wanavyopiga kelele juu ya rushwa na mambo haya yanavyoonekana dhahiri, chama hiki hiki chenye viongozi wazito namna hii wakachague mla rushwa, mi ntashangaa sana, mimi ntashangaa. Kwa hiyo sijajiandaa, sitegemei kutoka, kwa sababu hawatachagua mla rushwa, ila wakichagua ntatoka. Kuliwa... mashirika yata mashirika kwamba nilikuta mashirika yameyumba. Jamani, huyu mtu labda ni sijui ni kijana mdogo au namna gani? Tumekuta sera ya ubinafsishaji tayari imepitishwa na taifa hili na vikao vyote. Kazi niliyofanya ni kutekeleza sera, sio kufufua mashirika. Waliokula wala hakuna mtu anayesema alikula Shirika unajua, shirika ni kampuni. Kampuni inaweza ka ikajimomonya tu, ukaona kila mwaka inapata hasara, inapata hasara, mpaka watu wanashindwa kuvaa. Unafanyaje? Unawakamata? Eh, unamkamata nani? Maana hakuna mtu anayeonyesha amekula, ila imepata hasara mpaka imefilisika, zimejifunga mpaka mabati yameondoka. Mariam, ah, kabla ndio alisema kabla nilitajwa nikiwa na utajiri sana. Sasa Mariam, unajua kwanza wanasema muda, time inatoa jawabu, time inatoa jawabu. mimi leo Watanzania wa kawaida wananijua. Kuna mtu aliniuliza siku moja hivyo hivyo, nikasema hivi, wewe utajiri, mimi nataka kwenda kulia mbinguni. Bing, watoto wangu mnawajua, ni watu wa kawaida, wanafanya kazi za kawaida za serikali. Mimi ninaishi maisha ya kawaida, lakini bahati nzuri sana unajua, ukiwa mchungaji nayo inasaidia. Mtikila ambaye alinituhumu mambo mengi baadaye alikuja kujirudi mwenyewe na mliandika nyewe waandishi wa habari, akisema kwa kweli, tena akasemaje, watu wasafi nchi hii ni Sumaye na Warioba na Makiembe. Mnakumbuka eh? Mi nikashangaa nikasema, huyu bwana ni roho wa Mungu amemsh. Maana mi siwala tangu aliponiandika wala sikumuuliza alipo wala sikumpigia siku simu, lakini yeye mwenyewe akakiri kwamba alidanganywa na waliokuwa wanatafuta madaraka na tuhuma zile. Hata hata mtu ungekuwa sijui mtu wa aina gani, hakuna mtu anayeweza kuwa na vitu vya aina hiyo, zilikuwa tu ni ile kupakizana matope. Kwa hiyo, lakini overtime nimeishi na nilisema kwamba baadaye kwamba wakati nilipokuwa madarakani, nimetoka madarakani, yeyote sasa atakayenituhumu nitampeleka mahakamani. Waandishi wa habari ni mashahidi, nimepeleka kadhaa na kesi zote nimeshinda. Wote wamebaki kupanua midomo na kunishika miguu kuomba radhi. Hela nyingine niliyopata kidogo kwenye kulipa huko, niliwapa nani, niliwasomesha kidogo waandishi wa habari kwenye nani yenu ile, mnajua kwa hiyo kwa hiyo <laughs> kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa. Mimi sina tatizo na hivi, hivi tuseme ule ukweli. Kama ningelikuwa na vitu vya namna hiyo, hivi mimi ni mwenda wazimu nisimame kila siku hadharani na, na, na, na pambana na rushwa eh? Si mtu angesema tu eh, tuambie ile umepataje ile umepataje. Eh, nyumba ile ya ghorofa ishirini pale Arusha umetoaje? Ile ya wapi? Lakini mimi nina moral authority katika jambo hili. Ah, nani tishio? Hakuna hata mmoja.